Tulioamua kufanya aina fulani ya semina kwa ajili ya wadau wetu, na wadau tunaozungumza nao ni wale ambao wanahusika na masuala ya kusafirisha bidhaa kwenda katika nchi jirani, bidhaa ambazo zinapita katika bandari ya Dar es Salaam. CCFCC kwa mujibu wa sheria, tuna majukumu ya kulinda na kushajiisha ushindani wa kibiashara, tunao jukumu pia la kumlinda mlaji, lakini pia tuna jukumu la kudhibiti bidhaa bandia. E, zisipite zisizalishwe au zisiuzwe katika nchi yetu. Sasa katika utekelezaji wa majukumu hayo kunakuwa na umuhimu wa kujenga uelewa wa pamoja kati yetu sisi na wale wadau tunaoshughulika nao. Sasa leo hii tunao wadau hao ambao e, ni watu wanaohusika na chama cha wenye ma, cha wamiliki e, wa vyombo vya usafirishaji wanaitwa TATOA. Tunao pia Tanzania National Business Council tunao Tanzania Private Sector Foundation tunao wakilishi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo ni wizara mama inayotusimamia sisi, lakini pia tunao wakilishi e, kutoka bandari, Mamlaka ya Bandari na pia Wizara ya Uchukuzi ambayo ndio wizara mama inayesimamia e, bandari ya Dar es Salaam na masuala mazima ya usafirishaji pale bandarini. Sasa, kwa nini tunakutana? Kama nilivyosema, tumekutana kwa ajili ya kujenga uelewa pamoja, kuhakikisha kwamba tunakuwa na utekelezaji bora wa sheria, lakini wakati huo, biashara nazo zinafanyika na zinakwenda vizuri bila kuleta malalamiko kutoka kwa wadau wetu. Wadau hawa ni pamoja na wale ambao wako nje ya nchi na ndani ya nchi yetu, kujua wanakero zipi na kukubaliana kwa pamoja namna ya kuzitatua kero hizo kwa lengo la kufanikisha biashara lakini kuhakikisha kwamba pia nchi yetu inakuwa na taswira nzuri katika jumuiya ya kimataifa kwa wale ambao tunashughulika nao kibiashara. Asio kampuni, sio kwamba ile yenyewe ni kampuni inayohusika na usafirishaji wa bidhaa. Hizi bidhaa zinakusudiwa kupelekwa katika nchi jirani. Zilipofika, kabla hazijafika nchini, FCC tulipata malalamiko kutoka wamiliki wa nembo ya bidhaa ile wakilalamika kwamba bidhaa zinazopita hapa zinakwenda katika nchi jirani ni bidhaa zao, lakini ni bidhaa bandia. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria tunatakiwa tuzishughulikie. Sasa wao walikuwa wanadhana kwamba kwa kuwa sio bidhaa zinazokusudiwa kuuzwa hapa nchini, basi tuziache ziende zikashughulikiwe katika nchi hiyo huko zinakokwenda ila kwa mujibu wa sheria yetu alitakiwa kwenda kwa utaratibu huo, lakini pia kwa mujibu wa e, kanuni za kimataifa, mikataba ya kimataifa, mashirika ya kimataifa ambayo sisi tuko kuna hatua ambazo tunatakiwa kuchukua. Kwa hiyo lengo letu ni kwanza kuelimishana kuhusu hilo, kujenga uelewa wa pamoja, ili kuhakikisha kwamba tatizo kama hilo halijitokezi tena, na siku za usoni wote tunafanya kazi kwa namna ambayo haitatuletea malalamiko kama haya yaliyoko mbele yetu hivi sasa.